Na mtazamaji huyo ni uh, mwakilishi mkazi wa British Council Nesia Mahenge ambao ndio walikuwa watekelezaji wa mpango huo. Mwili walikuwa kaimu mhariri wa gazeti la michezo, gazeti la Majira marehemu Elizabeth Mayemba Umeagwa leo jijini Dar es Salaam na kusafirishwa kuelekea Morogoro, tayari kwa ajili ya mazishi ambayo yatafanyika kesho katika makaburi ya Kola. Marehemu Elizabeth Mayemba ameagwa na watu mbalimbali wakiwemo wanahabari nyumbani kwake Tabata Kisukuru, ambapo kabla ya kuagwa kwa mwili wa marehemu ilifanyika sala ya kumwombea pamoja na kutolewa na saa kutoka kwa viongozi wa dini ambao walitumia nafasi hiyo kuwakumbusha wanadamu kumgeukia Mwenyezi Mungu wakati wote katika maisha yao hapa duniani kwa Mungu amependezwa kumuondoa katika maisha yetu katika muda na umri ambao ni mdogo sana. Ndio sababu niliomba nivunje utaratibu, historia marehemu isomwe kabla ya maubii, mahali maliyako ujilinganishe na marehemu aliyoyafanya kwa muda huo

Marehemu Elizabeth Mayemba ambaye alizaliwa mwaka 1980 alikumbwa na umauti wakati akiwa nyumbani kwake baada ya kujisikia vibaya na kuanguka ambapo baadaye alikimbizwa katika hospitali ya Amana, lakini akiwa njiani alikutwa na umauti. Ameacha watoto watatu na mume.